Mimi mimi Mikness Haruna, mzaliwa wa Kigoma. Eh eh. Karibu. Asante. Umetokea Kigoma, ulivyokuja, ulikuwa hapa hapa da? Mzaliwa wa Kigoma lakini kwa sasa naishi hapa hapa da. Okay. Kwa hiyo umetokea yeah. Da upande gani? Mbagala. Ulikuwa Mbagala. Mm. Kwa nani? Kwa ndugu yangu. Eh uh eh. -huh. Nani yako? Kaka. Au ya kwa ukoo kwa mchumba, kwa mume. <laughs> Ehe, tujuane e, alafu mm, ni vitu vya kawaida. Kuna mm, wadada wamekaa huko, mabwana zao waliwaambia nitakufungulia biashara, nitakufungulia biashara mwaka, nitakufungulia biashara mwaka wa tano. Mdada mmoja, nendeni mkaangalie kwenye hizi na nitawaonyesha video yake ndefu. Sio anaitwa Yasinta. Mbona Yasinta. Alitoka kwa bwana akaja hapa akasema, hata sirudi nikipata hela zangu, mimi naendelea na maisha yangu Bwana eh, amekubali tu, haya, nenda kule ukatafute mtaji, ukirudi hapa tuendelee kuishi, lakini akasema sirudi. Ngo bwana kanifuja, nikijiangalia hapa sijielewi, sijitambui, nimefuba nini. Kwa hiyo sio kitu cheki sio eti ni kitu kigeni, ni vitu vinatokea. Tena niwaambie, wadada wengi wanaokuja hapa ni wadada ambao wameshapitia changamoto nyingi. mm. ukiona mtu anakuja hapa, mwingine ana mtoto kashatelekezwa bwana, ana habari si ndio? Wengine ndio hivyo walikuwa wanaishi nao kabisa, lakini mwanaume anafanya mambo yake, anaenda. We tena ndio uko nyumbani shoga, kidawa una kazi ya kumpikia na kumfulia bwana, maisha yako yanazidi kurudi nyuma, ya kwake anaenda mbele. Sasa hizo ni akili kweli eh? Kwa hiyo ukija kwenye mtandao ukikutana na wadada wenzio kama hivyo, wamechangamkia fursa za Wadada Center, na we unanyanyuka, unasema he ya nini mi nafia hapa na ujinga wangu, unanyanyuka na we unachangamkia fursa si tunaelewana. Kwa hivyo ni vitu vya kawaida kabisa, na ndio maana mimi nafanya hichi kipindi. Hichi kipindi makusudi yake ni kuwasaidia wadada ambao wameshafika mwisho, yani katika fikra zao, haoni njia tena, anafikiri kwamba hakuna maisha mengine, ana kazi ya kulia tu, ana lia akiamka ni kulia, akilala ni kulia. Kwa nini? Kwa sababu haoni mbele, maahadi alizopewa hazipo, hazitimizwi Si tunaelewana eh? Lakini kupitia hapa anakutana na wadada kama yeye wengine, ndio wameshazalishwa, wametelekezwa, wengine nao wameachwa solemba, wengine wale wako kwenye maisha magumu, lakini wameona fursa, wamekuja. Na sisi tunachotaka yule ambaye yuko kwenye hali hiyo, na yeye apate nguvu, anyanyuke, aseme kuna fursa. Kumbe naweza kujijenga, naweza kuanza upya, naweza na mimi kutafuta maendeleo yangu. Si tunaelewana hapa eh? Hatuigizi. Hii sio tamthilia, haya ni maisha halisi. si tunaelewana ndio? Mhm. Kwa hiyo, yaani, hata usijali, yaani kuwa na amani, kuwa na uhuru, bibi, ukienda kutafuta hela yako utaona utamu wa maisha ulivyo, yaani utaona maisha yalivyo matamu. Sawa? Eh. E, hata usiogope vitu vya kawaida. Wasichana, si ndio tulivyolelewa Tanzania? tunaaminishwa kutafuta kwanza wanaume kabla hujatafuta kazi. Ndio mila zetu, zina hiyo ndio fashion, si sindio wewe <coughs> unaweza ukawa nyumbani ukimwambia mzazi wako naenda kufanya kazi tena za ndani akakukatalia, lakini ukimwambia nimepata mchumba anakubali. Eh, sasa hiyo maana yake nini? Unamfundisha mtoto kwenda kwenye maisha ya utumwa badala ya kumfundisha aende kazini. Mfundishe kwanza mtoto kutafuta, hata kama anaenda kufanya kazi za ndani, mwache anaenda kutafuta hela yake, ajue namna ya kutafuta kipato chake leo, kesho na kesho kutwa. Wewe hata mzazi haupo, mtoto aweze kujipambania. Lakini we, anakwambia naenda kazini, mzazi utaki. Kazi gani hizo? Ha, kazi za ndani usifanye mwanangu, utateseka. Haya, na kwenda kuteseka kwa bwana, kipi bora? Uteseke kazini ambako hata upigwi. Sawa, ni kazi nyingi tu, unaamka mapema, unachelewa kulala. Lakini una, mwisho wa mwezi unafanya nini? Unapata hela. Au ukateseke kwa bwana, kipigo juu. Baada umfulie umpigie, umpikie na aende akakuchiti huko na wanawake wengine akuletee na akudunde pia. Mm. Eh, ipi sasa ina nafuu? si bora uteseke kwa bosi siku zako chache? Unajua mkataba wangu mwaka mmoja, napata kata. Mtaji wangu huyo, unaenda kwenye maisha yangu. Utatesekea kwa bwana ambaye utaishi hapo milele? Maana mlishaaminishwa kwamba kwanza utakiwi kuondoka kwenye ndoa, utakiwi kuachika, si ndio? Wapi! mimi hapa niko kwenye ndoa ya tatu, si mnanielewa? Amna kitu kama hicho. Mwanaume kama unaona haeleweki, unaona maisha yako yanapotea hapo, utaka Hakuna mm huo ujinga ulifanyika zamani. Sasa hivi unakaa sehemu ambayo mwanaume anakuheshimu, mwanaume anakupa furaha, anakupa amani. Utavumilia kama hamna kipato ndani, hiyo kuna kushuka na kupanda, maisha ndivyo alivyo. Lakini mwanaume mshenzi, muuni, anaenda huko, anaenda kukuletea maradhi, si ndio? Kila siku ana wanawake wapya. Utakaa akirudi bado akudunde, ukiuliza tu vipi huyu fulani nani, kipigo. Unakaa wosi upumbavu wa levo ya juu ha, mpaka mwenzangu, chapa lapa. Wanaume nao wako wengi, wao si wanasema wanawake wako wengi mm -hmm. na wewe sema wanaume wako wengi, chapa lapa, mradi tu unajua aliyokufanyia yavumiliki. Lakini kama amefukuzwa kazi, tulia, shoga yangu e, mtapata. Leo amekosa kesho, atafanya nini? Atapata, atapata. lakini uuni hapana, kipigo hapana, manyanyaso hapana, tuko pamoja eh, hayo ndio e, mafundisho yangu, atanyoka tu na mtaelewa somo. Haya, twende Mikness mm -hmm. Kiufupi mimi nilivutiwa na hiki kituo mm -hmm. sababu kinatupa mafunzo mazuri ambayo yanaweza kutusaidia kwenye maisha yetu ya baadaye. Ulituona wapi? Imeona mtandaoni Instagram pamoja na TBC One. Okay, TBC One, mbona zamani ulituona? Zamani ukiwa hapa uki, ukiwa, ukiwa Kigoma, kwa Kigoma ulikuwa Kigoma muda muda, kwa hiyo mm. ulivyokuja hapa ulikuja kufanya kazi, ulikuja kufanyaje yaani, au kufanya ndio hayo mambo yetu niliongea. Kwa hiyo ukawa tu unakaa kwa ndugu, hauna uh -huh. uh -huh. kazi lakini ha, kazi, lakini, kazi ulikuwa unafanya? utakaa kwa ndugu bure, ulikuwa um, bure ulikuwa na unafanya. Unafanya? mwisho mm -hmm. wa mwezi ulipwa chochote. Chochote unasema tu niko kwa ndugu yangu eh? Wale wanaokaa kwa ndugu za, niko kwa shangazi, niko kwa kaka, niko kwa dada, lakini kazi ndani unafanya, si ndio? <coughs> <Ayat>. mshahara ugali yes kandio <coughs> <coughs> hey, ndio hivyo sasa. Mi ndio nawafundisha ujanja. Hata kama unakaa nyumbani kwenu, we ushakuwa mtu mzima pale nyumbani kwenu, bado utapika, utafua, utafanya usafi si ndio? na <coughs> mwisho wa mwezi upati chochote? unabaki tu ku, kupiga watu vibomu. Naomba mia tano, naomba buku, si ndio? Sasa kama una kazi utakuwa unaishije? Si ni kuombaomba watu mm. Na mwisho ndio hivo, mtu apite hivi akupe buku lake uendi kulipa na mwanaume anakupa hela yake mm -mm. ya bure, lazima ulipe. E, sasa hayo so sio maisha. Ndio maana mi nawafundisha kwamba nenda katafute hela yako Hakikisha binti, unatafuta nini, kipato chako. Kwa hiyo Mikness, ulivyoona fursa zetu kachagua kuja, licha ya kwamba ulikuwa kwa ndugu, umefanya uamuzi mzuri sana yeah. Ila cha muhimu tu sasa, huku ni upambanaji huku, yeah. Ndugu yangu, ukileta uvivu unarudi si kwa ndugu yako, na ndugu yako atakuchoka, utarudi Kigoma, unajitahidi unajitahidi, eh? <laughs> sawa. Kwa hiyo na malengo gani Malengo yangu mimi niwe na maisha mazuri professional. Ehe. Kila mtu anataka maisha mazuri ndio. Kasema vizuri kila mtu anataka maisha mazuri si ndio? Ndio. Nyinyi hapa mmetoka mikoani huko vijijini, wakulima mnawajua vizuri, kwani mkulima anavyoanza kulima shamba si anataka mazao ndiyo? Anataka mazao eh? Kwani akianza kulima siku ile ile anavuna pale pale? inabidi afanye afanye kazi mm-hmm, maana alime, aoteshe, asubiri ziote, apalilie, aweke mbolea, asubirie mazao ya koma. Kipindi muda gani huo, mwaka au miezi, au sio? kwa hiyo alichokisema ni sawasawa, sawa. Kila mtu anataka maisha mazuri. Hata mimi nilitoka kijijini kwetu huko kuja kufanya kazi za ndani. Kwa nini? Nataka maisha mazuri, hmm. Nataka kuishi vizuri si ndio? Nisiyoombaomba, mm-hmm. Nikitaka kutengeneza kucha zangu kama hivi nitengeneze <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> hey, tena nianze kwenda kupiga magoti tena wanaomba ya kucha kweli? <laughs> <laughs> Hey? aka mwenzangu Ukitaka kusuka rasta zako kama shoga yangu pale Mikness, unaingia saluni unaweka rasta eh, mbona mzigo wake wa rasta huo. Ila huo mzigo shoga yangu uendi nao kazini, kuna mtua. vitu kuna vitu <laughs> hata hizi kucha ningekuwa naenda kufanya kazi za ndani mm -hmm. ah, nazitoa sasa, nitafanyaje kazi hivi na hizi kucha? Mimi sasa hivi kazi yangu akili, mdomo ndio mm -hmm. kazi yangu inayonipa kipato eh, akili, mdomo no. ndio kazi yangu sasa hivi, iko kwa hapo kwao, nikiweka kucha sawa na nawe hizo nywele sasa Manto, kwa sasa inabidi utoe. Ila mm haimaanishi -hmm. nywele zinaisha. Nywele zinazidi kuja. Staili mpya kila siku zinakuja mpya uongo. Mm -hmm. By the time unamaliza swili umemaliza mkataba wako, umepata mtaji wako, unaenda kuanzisha biashara yako, bibi utakutana na nywele nywele. Sawa eh? Kwa hiyo usiogope kuweka chochote pembeni kwa sababu kuna malengo yako fulani unataka kuyatimiza. Tuko pamoja? Ni, mm -hmm. e, lakini wote tunataka maisha mazuri. Kibaya tu ni maisha mazuri kwa njia ya shortcut. Hiyo Mungu, Mungu wetu ametukataza, sawa. Unataka maisha mazuri kwa hiyo, unataka tu upate bwana hapo, akununulie gari, akununulie simu ya macho matatu, akupangie nyumba. Matokeo yake sasa hivi wanawake wanaingiliwa vibaya vibaya, uongo kweli? wanaishi mwele. kwa kutumia miili ya, yao. Hicho kitu tu ni kibaya, vitabu vyetu vinavyotuelekeza kuhusu Mungu avikubali, si ndiyo? Si ndiyo jamani? Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Kwa hiyo na mimi ndio ninachohamasisha kwamba kweli tunataka mafanikio, lakini mafanikio haya tuyatafute kwa njia sahihi ambayo Mungu wetu ametuelekeza kwenye vitabu vyake. Na ndio maana sisi tunasema msiwe wadokozi, msiwe waongo, usitafute tamaa. Umeenda nyumbani kwa mtu, umekutana na libaba lenye tabia mbaya, na wewe tena umeingia nalo mle mle ndani, tena mnafanyana we na huyo mbaba. Si unajua kuna mababa wenye washenzi tu wa tabia eh. Sasa we usiingie kwenye ushenzi wake, unajitafutia laana We, si unataka kubarikiwa? mm. -hmm. si unataka kufanikiwa? mm -hmm. Fanya mambo ya haki, ukikutana li na libaba kama ile, unasema hapana, mimi nimefuata kazi hapa. Unajua kwa nini? Kwa sababu Mungu wako anakuona na yeye ndiye atakaye kusimamia na kukubariki, ila ukakubali ukasema, ah dada da center wanioni, na mke wake hayupo wanioni, kwa hiyo na mzee kashani yaidi labda elfu kumi ishirini hamsini laki aikupeleki kokote. Nakwambia hiyo ni laana unajitwisha, na hutaenda popote. Si tunaelewana ndio? E, sasa mwenye masikio na afanyeje asikie. Haya Mikness, karibu hii, yes. Ndio, Wadada Center si ni wakali kwenye, mm, linapokuja swala la kazi, mm. E, lakini kwa nini? Kwa sababu tunataka kila mtu afanikiwe. E, ukali wetu ni ukali mzuri sana wa kukusaidia wewe uweze kufikia malengo yako. Tukichekeana, tusipofundishana, tusipoambiana ukweli, tutafanikiwa? Hatuwezi kufanikiwa. Hapa kwetu unafiki, hapana, haupo. Lazima kila kitu tunanyoosha mstari, tunanyoosheana maneno, unajifunza, unasonga mbele. Siku utatukumbuka, sawa jamani? Eh, kwa hiyo karibu sana, asante.